Hey, ni aje mtazamaji, nimetembea katika mitaa yote niliyotembea, basi nimemfuata mauzo kutoka Dodoma, atupe mawili matatu kutokana na historia yake ya maisha yake, changamoto gani amepitia mpaka kufikia hapa, amejitafuta amejipata. Pengine hawezi kujipata bila kuwa na changamoto. Nataka nijue amepitia changamoto gani na changamoto gani ambazo zilikuwa zinamkatisha tamaa kabisa azitakiwi kabisa hata kutoboa kesho au kumwalisia mtu kesho. Nataka nijue amepitia changamoto gani. Ni bana vipi? Safi kama kawa, fresh. Wanakuita mauzo mauzo, so tu jina bali na kilifu chake na lina historia yake. Wa hilo jina kwanza, umenipatia pataja ume ulilikuja kujaje pa kujita mauzo hilo jina hilo? Nilitwa na baba yangu. Ulitwa na baba mzazi kwa wewe ni mauzo eh? Mauzo Ebana, aliitwa na mzazi wake, ambaye ni baba yake. E bana, wangapi kwanza wana support kazi zako hapo nyumbani? Wangapi wanao support kazi zako wakija, unapambana kutengeneza jina lako, umekuwa tofauti na watoto wengine hadi kuwa msanii, umejiweka kwenye sanaa. Wangapi wanao support kazi yako hapo nyumbani? Kwa nyumbani hakuna <laughs> mtu anayesupport kazi yangu zaidi ya wife tu. Bana, nyumbani hawasapoti kazi ya mtoto. Anayesapoti kazi ni mchumba au mke mtarajiwa wa Mauzo. Bana, changamoto gani ambazo unapitia kwenye sanaa ni ukiacha wazazi kusapoti, kuna kuna changamoto nyingi sana, ni unazikimu vipi au unaziepuka vipi? Baa, ee changamoto ni nyingi, yaani kwenye sanaa kuna changamoto ni nyingi sana. Changamoto ya kwanza ni kipato, kipato kwamba kinatufanya kwamba wasanii wengi sana Yani hii hapo tusitimize ndoto zetu. Changamoto ya pili, watu tunaowafuata kwenda kunani, kuomba msa, msaada unakuta wengine wana majibu mabovu, wengine wana tabia chafu. Kwa hiyo ni hivyo, kwa hiyo ni changamoto sana kwenye sanaa, ambapo mimi hapa, ambayo kikubwa ambacho nimekutana nacho, ambayo hata siku nikitoboa namna hii, aisee sitakuja kusahau. eh bana Naomba kwanza msapoteni ndugu jamaa na marafiki. Ukiacha kwanza shida za maisha na zile na pale. Kijana anajitafuta na nadhani mnaona hana lolote, hana chochote. Support yako sio mpaka umpe hela sije nini. Pale anapotafuta kitu cha kuposti, subscribe mwe wengi, comment mwe nazo nyingi mfollow kwa wingi. Eh, bana anapitia changamoto nyingi msanii wetu anaitwa Mauzo. Jina sio baya sana, jina zuri, ameitwa na mzazi wake, ijapokuwa mzazi hasapoti kazi ya kijana yake. Basi vijana ambao tunajitafuta kama hawa ambao tunawaona kesho na kesho kutwa, tuwa support kwa namna moja ama nyingine. Ebana, mi nikupe pole kwanza, changamoto unazopitia. Asante, asante kaka, najua unapitia changamoto ambazo, kesho wa story, unaweza ukabakisha story kama hii tuliotengeneza story safari haito haito na kwa najua bado unaendelea na safari, maisha sio hapa na sanaa tulionayo haiwezi kuishia hapa. Pole kwa leo, pengine kesho. Unatamani uwaambie nini ndugu zako, baada ya kupata maisha tofauti na haya ambayo uko nayo sasa hivi? Cha kwanza kabisa mimi hapa wala siwalaumu ndugu zangu kwamba kukuto nisupport. Kwa sababu, kwa kwa nika angushe, nika sana, kwa sababu Pilti, ni wenyewe kwamba walinisomesha walitaka kwamba niwe mtu fulani, ila mimi mwenyewe ndo nikaangusha nikaingia kwenye sanaa kwa sababu ni kazi ambayo naipenda. Umeona? Pili, hata nikifanikiwa nitawasaidia tu, kwa sababu wenyewe ni ndugu zangu, siwezi nikawatupa. Umeona? Hivyo tu e bana, ndugu huwezi kumtupa hata kama kukusomesha au kusaidia chochote huwezi kumtupa. Nadhani sanaa ina changamoto nyingi sana, kuna dharau nyingi sana pole mwanangu. Mtazamaji unayeniangalia au unatuangalia kwa sasa hivi, tuko na msanii wetu anaitwa Mauzo kutoka Dodoma, kama una chochote kitu support, umekutana nao sehemu wanafanya contact support, haijalishi ni nguo, haijalishi ni nini. Support kwa chochote, kwa sababu tupo under 20 tunajitafuta Hatutaki kwenda kuiba, hatutaki kuharibu majina, tunatengeneza majina ili kesho tuheshimike. E bana, unapotuona sehemu, tusapoti kwa chochote kitu. E bana, kitu kingine nachoomba, kama una msaada unataka kumpa mtu, usimpe kwa sababu kesho utaenda kumtangaza labda nini, mpe moyo, kwa sababu umeamua kufanyaje, kutoa comment kwa wingi, follow kwa wingi, tukiwepo TikTok, YouTube, Instagram na Facebook tuki hiyo hapa Dodoma tukiwa tunafanya mawili matatu, hatutaki kuiba cha mtu, tumeamua kujitafuta wenyewe, komentini kwa wingi. Na saa hii tunaweza tukasema tunashukuru kwa kutusikiliza ama kutuangalia, asanteni sana. Wa, bye bye. Asante bro, poa poa.